Ni wiki iliyopita tu Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati eh, Dokta eh, Doto Mashaka Biteko alizindua mkakati wa kitaifa wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia eh, na katika mkakati huo ulikuwa umelenga kwa ajili ya kuanza rasmi eh, kampeni ya kutoa elimu kwa wananchi, kutoa elimu kwa watu wa aina mbalimbali eh, matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo leo hapa e, serikali kupitia Wizara ya Nishati tumekuja sasa rasmi kuzindua huo mkakati wa e, matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa kutumia umeme. Kumekuwa na juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali, zinazofanywa na sekta binafsi, sekta za umma lakini na makundi mbalimbali mbali na ndio maana leo sasa hapa tumekuja rasmi kuanza ile kampeni sasa ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, lakini kwa kutumia umeme kupitia kampuni ya, ya Mex ambayo yenyewe inahusika na masuala ya nishati safi ya kupikia kwa kutumia umeme. Wanaanza rasmi sasa kutoa elimu katika mikoa e, yote ya Tanzania. Ba mnafahamu vizuri sana kwa sasa hivi, nchi yetu na umeme wa kutosha. Tumeshakamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo takribani linaenda kuzalisha e, megawati ya 2115 na umeme uliopo sasa hivi nchini upo takribani megawati ya elfu 4 na na tayari tumeshapeleka umeme katika vijiji vyote Tanzania 12,318 lakini pia tuna mpango wa kupeleka, sasa tunaendelea na mpango wa kupeleka umeme katika vitongoji vyote ambavyo havijapatiwa umeme viko elfu 30 kwa sasa hivi. Kupitia mikakati hiyo sasa tayari umeme uta e, matumizi ya nishati safi ya kupikia, tumezoea mitungi ya gesi e, tumezoea mkaa poa e, tumezoea na teknolojia mbalimbali mbali. Lakini sehemu kubwa ya, ya wananchi e, na hasa wa Tanzania e, bado hawajakuwa na uelewa kwamba umeme pia e, ni, ni nishati safi ya kupikia ni salama kupikia, lakini pia umeme ni gharama nafuu. Sasa katika kuhakikisha kwamba tunaenda kutoa hiyo elimu kwa wananchi mbalimbali Tanzania nzima, basi leo sasa tumezindua huu mpango maalum wa kwenda kutoa elimu kwa Watanzania wote kwamba nishati safi ya kupikia kwa umeme inawezekana.